Jiji la Wagadugu nchini Burkina Faso jana limeshuhudia burudani ya kipekee ya soka baada ya rais wa nchi hiyo Kapteni Ibrahim Traore kuiongoza timu yake kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya wachezaji nyota wa zamani wa Afrika. Mechi hiyo iliyochezwa asubuhi iliwakutanisha mastaa maarufu wa zamani wakiwemo JJ Okocha wa Nigeria, Emmanuel Adebayo na Mane Sapo wa Togo, Stefani Mbia wa Cameroon Suleiman Diawara na Mamadou Niang wa Senegal pamoja na wachezaji wa zamani wa Burkina Faso kama Mohamed Kabore, Prius Nakoma, Mohamed Kofi, Mumuni Dagano na Charles Kabore. Kikosi cha Rais Traore kilijumuisha maafisa wake waandamizi, na licha ya kukutana na magwiji wa soka, walipata ushindi mnono wa mabao manane kwa mawili ambapo Rais Traore mwenyewe alifunga hat-trick. Mechi hiyo ilihamasisha mshikamano wa kitaifa na kuonyesha urithi wa michezo Afrika, huku ikielezwa kuwa ni sehemu ya kuwatumbuiza wananchi na kukuza ushirikiano kupitia michezo. Rais gani huyu? Hat-trick dhidi ya Jeje Okocha na Adebayo! Asante kwa burudani, Rais Traore, ameandika shabiki mmoja kwenye mtandao wa kijamii wa X. Sasa angalia jinsi ambavyo jamaa soka pia analiweza hat-trick, si mchezo, mabao matatu katika mechi hiyo.